Lazima wafugaji tujue namna ya kupima kuku anayetaga na asiyetaga, kwa sababu utapata hasara bila sababu. Unamshika hivi, tunatumia vidole vitatu kwenye sehemu yake anayotolea yai kupima hivi. Unaona kuna mifupa hii miwili unaweka vidole vyako vitatu vyote hivi viingie hapa. Kama viingii, meshakaza, kuku hatagi. Unaona kuna hivi na hivi vinakuwa vigumu, havilegei kuweka mkono vidolevi. hivi vidole hivi havipanuki, uone vidole vyangu haviingii, kimeingia kimoja tu cha katikati, ndio namna ya kupima. Kwa hiyo hawa watakuwa wanakula chakula chako bila sababu. Unamtoa.